Biblia inazungumza na kutoa tafsiri ya maana kamili ya imani. Imani ni ni kuitika, ni kurespond kulingana na neno la Mungu inavyosema, au ni kuitika kulingana na sauti ya Mungu inavyosema. Kwa hiyo, mtu mwenye imani ni yule anayefanya sawasawa na neno la Mungu linasema nini. Huyu ndio mtu mwenye imani, au ni mtu ambaye anafanya sawasawa na sauti ya Mungu inamuelekeza nini kwenye maisha yake ni mtu mwenye imani. Kwa lugha rahisi mtu mwenye imani ni mtu ambaye ni mtiifu mnyenyekevu, anayejishusha kwa Filipi sura ya pili mstari wa tano. Tumesoma kuanzia mstari wa tano, anasema Yesu Kristo, yeye ambaye ni Mungu, alijishusha akajifananisha na mwanadamu wa kawaida, mpaka mauti ya msalaba, alikuwa ni mtiifu. Kwa hiyo ili tuwa na nia ya Kristo, ile ambayo Kristo alikuwa nayo, ni nia unyenyekevu akufanye chochote pasipo kukiona wala kusikia kutoka kwa Baba yake. Kama sisi tumefanya kuwa ni wana wa Mungu na Yesu Kristo ni mzao wa kwanza katika mauti katika wafu, tunapaswa kuwa na ile nia ya Kristo, tusifanye chochote kile isipokuwa kile ambacho tumekiona na kusikia kutoka kwa Baba yake. Nia ya Kristo ni kunyenyekea, kutii, kufanya sawa sawa na kile Mungu Baba yetu ametuonesha au baba yetu anatuelekeza hapo ndio tunaweza kuona ukuaji katika ulimwengu wa roho. Zaidi ya hapo ukuaji wetu utakuwa stagnant, tutakuwa tutakuwa na na hali ya mapooza katika kukua, iwe katika utumishi tunaofanya katika huduma tano, iwe katika utumishi tunaofanya kwenye uimbaji au mziki, au eneo lote la kimajukumu mtu anaweza kuwa nalo kanisani, mtu ambaye anai grow yule mtu ambaye anasikia kutoka kwa Mungu. Maana Biblia anasema kwenye kitabu cha Warumi Warumi sura ya nane mstari wa kumi na nne anasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio nani kwa dalili ya kujua kwamba mimi ni mwana wa Mungu au dalili ya kujitathmini kwamba wewe ni mwana wa Mungu tutaona kwamba unaongozwa na nani Haufanyi unachokitaka wewe, unafanya kile ambacho Mungu anachokitaka. Hauendi kule ambapo unakotaka wewe, unaenda kule ambapo Mungu anataka wewe uwepo. Bwana Yesu asifiwe sana, kutumia akili zetu au misisimko ya hisia zetu, tunatumia akili, hatuenendi kwa kuona, tunaenda kufanya kwa imani, na imani inasemaje kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 17, andika Anasema imani zazeovaale kusikia, kusikia kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo sauti ya Kristo ndiyo inaleta imani ndani yetu, na hiyo imani ndiyo inatuelekeza tufanyaje tuweze kuenenda au kutembea sawasawa na mungu anavyotaka tutembee. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwamba kwenye kwenye Wakorintho uh, sura ya, ya, ya sita mstari wa kumi na saba imezungumza yeye uh, aliye anayemwamini Yesu Kristo ameunganishwa, roho yake imekuwa ni kitu kimoja na roho ya nani? Na roho ya Mungu, roho ya Kristo. Kama roho yako wewe, kama roho yangu ni kitu kimoja na roho ya Mungu, wa Mungu, inamaanisha lazima huyo roho wa Mungu aliyefungamana na roho wangu ndio aniongoze utu wangu wa ndani, na sio akili zangu, na sio mwili wangu. Yule roho ambaye amefungamana na nani? Na roho wangu, yeye ndio aniongozi. Sio rahisi kuongozwa na roho Mungu. Itakuwa rahisi kama ndani ya fahamu zetu na mioyo yetu tutakuwa na, na moyo wa nini? Kwa unyenyekevu wa kujishusha, nisikilize vizuri. Wakorinto wa pili sura ya uh, ni Wakorinto wa kwanza nadhani, Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa 15 na kumi na sita. Anasema uh, anasema basi mwanadamu tabi wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake kwa huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia au akili ya Bwana Mungu amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo, sisi tunayo akili ya Mungu. Ametwambia kwenye Wafilipi sura ya pili mstari wa tano na tuwe na nia ile ile, akili ile ile aliyokuwa nayo Bwana wetu Yesu Kristo. Nia gani hiyo? Namna ambavyo Yesu Kristo alipokuwa ya kusikia na kufanya sawasawa kile ambacho alichokiona na kusikia kwa baba yake. Lazima tuonyeshe nia ya unyenyekevu, Roho Mungu ndani yetu, ndio tunapasa kumwambia atupe moyo wa nini? Wa unyenyekevu. Anayeongozwa na Roho Mungu, huyo ndio mwana wa Mungu. Kama mtu hataki kuwa mwana wa Mungu inamaanisha anaruhusu ana, ana, ana roho nyingine imuongoze. Roho yoyote ambaye aitokali na Mungu haipaswi kuwa na huyo mtu. Wa Waebrania sura ya 10 mstari 16 anasema, katika agano hili jipya au katika sheria hii mpya au amri hii mpya, sheria ya Mungu au amri za Mungu zimewekwa ndani ya mioyo yetu na zimeandikwa ndani ya nia au akili zetu. Sheria ya Mungu imewekwa ndani ya nini? Ya mioyo yetu na zimeandikwa ndani ya akili zetu. Bwana Yesu asiwe ile nia ya Kristo ambayo tumeambiwa kwenye Wafilipi sura ya pili, tuwe na nia ile kama ya Kristo ambayo Paulo alikuwa kutuambia kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya pili 15 na 16, kwamba lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Inamaanisha hivi, lazima tuwe na ile mentality ile akili ya unyenyekevu ya kujishusha ya utii, kufanya sawa sawa na neno la Kristo na sauti ya Mungu inatuambia nini huku ndani yetu. Hiyo ndiyo nia ya Kristo ambayo alikuwa nayo akiwa katika mwili, ni unyenyekevu. Tukasema mashetani, shetani naye anaamini kwamba Mungu ni mmoja na kutetemeka. Kwa hiyo ukiwa na imani, unamwamini Mungu ni mmoja Sio hishi wana shetani na mwamini Mungu ni mmoja, sindio? na anatetemeka, lakini kuna kitu kimoja amekimisi. Hana hicho kitu, kuwa na maarifa ya Mungu. Hata kujua bibilia nzima haimwogopeshi Mungu. Hata shetani anaijua, anaijua kweli ya Mungu, anajua maarifa ya Mungu. Lakini kinachotofautiana kati ya shetani ibilisi na wana wa nuru ni kitu kimoja, na Kristo Yesu, shetani yaishindwa kufanyaje? Kuwa mtii kuna jambo cha Ezekiel yasema shetani ifanyaje? Akajiinua uasi ni hali kuninua, unaweza, ile hali ya kujiinua kujiona wewe unaweza, kujiona wewe ni zaidi, ile hali ya kutaka kutambulika katikati ya watu hiyo ni nia ya nani? Ni nia ya shetani, sio nia ya Mungu. Nia ya Mungu ni kujishusha. Bwana Yesu sio shetani, kitu ambacho hakiwezi hata siku moja ni kutii maelekezo na sauti ya Mungu. Kwa hiyo tukisema kuenenda katika roho, kutembea katika roho kwa kuamini na sio kwa kuona, inamaanisha tunapasa kuenenda katika hali ya kicho cha Mungu, hali ya unyenyekevu, hali ya kufanya accordingly, sawa, sawasawa na sauti ya Mungu au neno la Mungu au maelekezo ya Mungu anawetoa ndani yetu hii, huko ndiko kuenenda kwa nia ya Kristo ndani yetu. Kinyume cha hapo, utumishi wetu maisha yetu ya ukovu ya Ukristo ya imani yatakuwa na mapoza yatakuwa stagnant, hatutaenda sehemu yote. Na shetani anapenda mtu ambaye anatumika katika hali ya kiburi. Mimi ukishaanza kuona kiburi ndani yangu, hali ya kunyanyua mabega, kiburi, Mungu anapunguza kidogo kidogo kulitumia, anapunguza, anaondoa uaminifu kidogo kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ye tabia sio yake, sio yake yeye, aliyefungamana ya na roho yako ndani yako, tabia ya kiburi ya kujinua ni tabia ya shetani melizi, na ndicho kilichomsababisha yeye akaanza kujifananisha yeye sawa na Mungu. Ndicho msababisha yeye akafukuzwa akawekwa mbali na Mungu. Mungu anawachukia watu ambao wanaamini katika akili zao, watu ambao hawataki kuongozwa na maongozo